Ili hawa ni watu wameamua wame laig like, tutatafuta wa makosa sisi wenyewe na tutajiripotia ripoti alafu sasa tutaamua, alafu sasa wale wenye wanatumwa kufanya kazi sasa wakishaamua, mwenye atakuwa natumwa kuzima internet ni hawa watu wa NCC secretariat. There is established a secretariat. Unajua nani nataka uangalie, alikwambia details matters. Kuna jamaa anaitwa the the the, the, the chair wa hii secretariat anaitwa Colonel bracket, Dr. James Kimuyu, enda uangalie qualifications za jamaa, enda uangalie qualifications za Colonel Colonel Dr. James Kimuyu ndio ujue, ndio ujue hii kitu ijatengenezwa. Hii kitu si mchezo vile unafikiria bado kwa hiyo mtu wana, kuna mtu anakaa hapo mwingine ni nini ni, director of communication authority of Kenya. Bado kuna DPP, director of public prosecutions, director of anaitwa Renson Ingonga, alafu wa Com Com Com Com Com communication authority of Kenya yes. director wa communication authority of Kenya sasa hivi anaitwa nani, alafu DPP tunajua ni Ingonga, na umemwona alikuwa wapi? Have you, did you see where our, our DPP was alikuwa wapi? Alikuwa anapeana exams, alikuwa anapeana exams financial reporting committee. Unajua mbona iko hapa? <laughs> Unakumbuka nikikufunza mambo ya terrorism act? Under that terrorism act kuna kitu fulani ilitengenezwa. kuna, kuna act fulani ya 2012 inaitwa naitwa po? po kamla Po Malcolm, po, po, po proceeds on of crime and money laundering act ya 2009. Nakuambia Kenya ilikuwa na watu werevu kitambo, yaani ya mwerevu Kenya ilikuwa na watu werevu zaidi yake ya mwenyewe, walitengeneza o kitutuona hata kabla katiba mpya ikuje, so awase walit, under that nini, under that act walitengeneza FRC Financial reporting center, unajua inafaa nini? Kazi ya financial reporting center ni kuzuia proliferation fa eh, financing proliferation financing ni kama yani upeane pesa watu wasafirishe mabomu ama watengeneze mabomu. So sasa umelewa mbona mmelewa mbona CBK iko hapa, umelewa mbona governor wa Central Bank ako hapa can access? Yes, like kujua hii pesa imetoka, unasikia hadi pesa ikitoka Somalia hivi kwanza wanaweza ifreeze eh, because wameweka hizo ni danger zones. Kenya ilikuwa na watu werevu, msidanganywe watezaili. Kuna watu werevu, Kenya ilikuwa na watu werevu. Uliona kazi yenye Tom Mboya alifanya kwa sessional paper number 10 na Kibaki back in the, in, at independence